Yote wakata ya nani, kijiji cha Urafiki, siku ya Oktoba ni kwenda kutiki kwa injinia Maganga, unakwenda unatiki kwa mheshimiwa Mbasha, unamalizia kwa mama yetu kipenzi daktari Samia suluhu Hasani. Samia yani, mwananchi yote anayependa maendeleo waende wakatiki kwa watu hao watatu. Ndugu zangu, nyimbo zilizoimbwa mahali hapa siku ya leo, wasemaji wote waliosimama na kuongea walikuwa wakihamasisha upigaji wa kura, wameongelea swala la kunadi sera na kuwanadi wagombea wa Chama cha Mapinduzi na kuhamasisha wananchi wote kujitokeza tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu wa kumi zikiwa zimebaki siku kumi na sita siku ya kumi na saba ni siku ya kwenda kuchagua viongozi. Ndugu zangu, siko mbali nao, mimi mwenyewe niko mbelenu kuwaomba kura nyingi sana kwa chama cha mapinduzi. Tukiulizwa kwa nini chama cha mapinduzi, kwa nini wagombea wa chama cha mapinduzi, tuseme mambo mazuri yaliyofanywa na chama na viongozi wa chama cha mapinduzi ndani ya miaka minne na nusu. Ndugu zangu, Daktari Samia Suluhu Hasani mambo aliyoyafanya ni mambo makubwa sana, yanaonekana kwa macho na vielelezo vinajitosheleza sana kuruhusu aendelee kuwa kiongozi katika taifa hili la Tanzania. Kata ya Usunga ina amani kata ya Usunga imetulia, hatuna mbambamba. Tarehe ishirini na tisa tunaenda kutingi, sindio? Mama zangu, ndio baba zangu, vijana wenzangu, tarehe ishirini na tisa. Ndugu zangu wana urafiki, tatizo kubwa ambalo nimekuwa nikisema mara kwa mara hapa Usunga kwa kweli, kuna shida ya barabara. Usunga kuna shida ya barabara, kweli sio kweli? Usunga kuna shida ya barabara na hii si mara yangu ya kwanza, nimelisema mara kwa mara. Nimeangalia Ilani ya Chama cha Mapinduzi pale. Kuna kilomita nyingi sana zipo katika mkoa wetu wa Tabora. Katika kilomita hizo tutahakikisha kilomita zingine zinakuja kutengeneza barabara za Usunga. Tutapambana kwa kadri tutakavyoweza, na ninaamini kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa kibali cha kuwasemea Wanausunga, tunasema kwamba hayo mawazo yenu, matamanio yenu mlionayo, vile vile Mwenyezi Mungu atayapa kibali, na ninaamini barabara zitatengenezwa. CCM oye! CCM oye! CCM oye! Lakini pamoja na hayo, nimekuwa nikisema mara kwa mara, lakini ndugu yangu diwani, diwani mteule, ameyasema vilevile kwamba kuna shida ya malisho pamoja na shughuli zetu za kilimo katika eneo letu la Usunga, kweli sio kweli? Na nimeshasema mara kwa mara kwamba wilaya yetu ya Sikonge ni miongoni mwa wilaya kubwa kuliko wilaya zote Tanzania nzima lakini kinyume chake sasa, ni wilaya ambayo ina eneo dogo sana katika shughuli za kiuchumi ukilinganisha na wilaya zingine. Hilo mimi nitalichukua kuiambia serikali ya mama Samia, kwamba wana Sikonge na wana usunga tunahitaji tuongezewe maeneo ya kilimo pamoja na maeneo ya ufugaji. Sisi mwe kikumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu tuna mambo mengi sana tunayoyahitaji. Tuna mambo mengi na mazuri ambayo tunataka serikali ya Chama cha Mapinduzi iweze kutufanyia, lakini sasa, ndugu zangu ili kusudi na mimi na ndugu yangu Zabloni mtupe ujasiri mtupe nguvu ya kumwendea Mama samia na kusema kwamba wana Sikonge na wana Usunga na hususani wana urafiki wanataka mambo moja mbili tatu nne tano. Mtalipa ujasiri endapo tarehe ishirini na tisa mtajitoa kwa wingi endapo tarehe ishirini na tisa mtaenda kurundika kula za Mama Samia Suluhu Hassan. Naenda kutia nia kumchagua Injinia Maganga kwa sababu ni mzoefu katika kazi katika sekta zote. Kwanza ni mzoefu katika kuingia bungeni, ina maana amefanya kazi nyingi katika bunge. Ina maana hivyo tumeona ni vema wananchi wa kijiji cha Urafiki tumchague Injinia Maganga awe kama kisemeo wetu, aende akatusemee kwa changamoto tulizonazo nimepata msukumo wa kumchagua injinia Maganga kwa sababu hapa mbele yetu kuna ujenzi wa zahanati, kwani tumekuwa tukipata adha kubwa sana kwenye upande wa afya. Kijiji chetu cha Urafiki hakina kituo cha afya, hivyo tuna ujenzi wa kituo cha afya. Ndio maana kuna msukumo mkubwa kwa ajili ya kumchagua injinia Maganga kwa kushirikiana na madiwani ambaye kijana wenzetu tunaamini kijana wetu Jackson Mbasha atashirikiana na injinia Maganga kwa ajili ya kwenda kurekebisha adha ambazo tunazipata hapa katika kijiji cha Urafiki. Mimi kama mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nimefurahishwa na kitendo ambacho anakifanya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hasani kwa ambayo yote anayoyasimamia tumeyaona. Kwanza ameweza kufungua fursa mbalimbali kwetu sisi wananchi, namshukuru sana, lakini bila kusahau jimbo letu la Sikonge ambao tunakwenda kumchagua tarehe 29 ndugu yangu injinia Maganga, vilevile kwenda kumchagua diwani wa kata ya Usunga Jackson Sebron Mbasha, najua kabisa watakwenda kutupeleka katika nchi ya ahadi.